Nainua watu wengi kwa kutoa zaidi ya milioni mia mbili kwa kugusa maisha ya watu mbalimbali, ambao wengine ukiondoka ukibali kwake, ukiona anavyoishi wengine unawakuta wamelala huko mitaani, wengine unawakuta wanatembea na watoto migongoni, wengine wamekimbiwa na wanawake, wengine wamekimbiwa na wanaume. Lakini pia mimi baba yangu wa kiroho ni hayati TB Joshua wa Nigeria ambaye miongoni mwa karama zake ilikuwa ni kutoa zaidi. Sasa, kwa kuwa mimi nimelelewa kwake, nimejifunza kazi ya Mungu kwake, amenifundisha yeye, amenipa neema hii ambayo leo na mimi inafanya kazi kwake. Mimi nitakuwa zaidi ya kile alichokuwa nakifanya yeye, asilimia kubwa ya kile anachokipata nitakuwa nainua umma, nitakuwa nawahudumia watu, nitakuwa natoa kwa watu kwa. Bado bado sijatoa, nimeanza, lakini bado itafika wakati ambapo dunia itajua na Tanzania, itajua kwamba yupo mtu mahala fulani ametumwa na Mungu kwa ajili ya kugusa maisha ya watu walio na uhitaji.